Ah, mimi nilikuwa na swali na swali lenyewe kutokana na vile ambavyo umefundisha katika siku zilizopita kwamba lengo la Mungu ilikuwa ni kwamba wanadamu waijaze dunia. Sasa mimi swali langu ni hili kwamba tunasoma tunajifunza kuwa tutakapoingia mbinguni Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya na wanadamu watajenga. Je, katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya hakutakuwa tena na wanadamu kuongezeka katika dunia? Watakuwa ni wale wale tu ambao wamekombolewa? Okay, ingawa sawa, swali swali zuri. Nilikuwa kwenye kambi moja, nikawa nafundisha, nikawasomea nukuu ya Ellen G White kutoka kwenye kitabu kinaitwa Heaven na hichi kitabu kinasema, katika mbingu mpya na nchi mpya hakuna kuoa wala kuolewa na hakuna kuzaa wala kuzaliana. Kitabu cha Heaven, naenda kwenye ile chapter inayozungumzia new earth, pale ndani utaona kuna chapter imeandikwa marriage. Ukisoma hakuna kuoana wala kuolewa katika mbingu mpya na nchi mpya ndio maana uwaga nawambiaga vijana, changamka mapema. Unajua, unajua kiumbe kiumbe ambaye anazaa ni sisi tu, wengine wote waliumbwa wali wakiwa na idadi yao sawa. Sasa malaika atakuja kukuuliza maswali, utakosa majibu. Kwa mfano we ukuoa mpaka Yesu amekuja, tuko kwenye mbingu mpya na nchi mpya, afa nakuiza mwanangu, vipi ndoa ilikuwa tamchungu Kosa majibu. Kwa hivyo kiufupi tu nilikuwa nakiangalia hiki kitabu jana, tulikuwa tunajadili na Pastor Nasibu. Bahati nzuri wakati tunajadili tulienda kwenye hii chapter, kitabu kinaitwa Heaven. Nenda kwenye chapter ya 15, inasema, the new earth, the earth made new. Ukishuka chini utakutana na hedi ndogo kichwa, kichwa cha habari kidogo kinachozungumzia kwamba katika mbingu mpya na nchi mpya hakuna ndoa nafikiri nimekutajia hicho kitabu nitachukua muda kweli kutafuta hapa mbele ila ni hicho kitabu nilichokutajia sura ya kumi na tano kuna chapter hapo ndani ya no, mel, no marriage all birth hakuna ndoa wala kuzaa ukiisoma okay, hiyo utagundua hapo hakuna sasa labda swali lako lingekuwa hivi Samani, hata hujaliuliza sijui kwa nini, na mimi najishaua. Labda swali lako lingekuwa hivi kwamba kama kusudi la Mungu kwa ajili ya ndoa ni kuzaa wasiozaje? Maybe labda lingekuwa hivyo. Sasa hivi kwenye hii dunia tunayoishi, wale ambao hawazai wao wako kwenye kusudi au hawapo? Sasa kwa sababu ukuuliza hivyo, tuachane nalo. Namba namba mbili, namba mbili. Wewe ni namba tatu. Namba mbili alikuwa upande huu oh, Sawa. Hello, hello, hello. Bwana ni mwema wakati wote. Jana tumejifunza ya kuwa kila ufunguo unao kufuli lake, ikiwa na maana kwamba kila mwanamume anaye mwanamke kwa ajili yake. Habari gani? kwa wale ambao anapata mwenzi wanafunga ndoa, baadaye labda anafiwa akipata mwingine je? Yeah, hiyo yani, inakuwaje? Sa samani, usimnyang'ane kwanza, mrudishie hiyo mike. Uwezi amini eh, sijaelewa, sija, sija nisamee. Mimi mi ndio wale ambao tunapulizaga moto mpaka uwake. Umesema kwamba bwana ni mwema, swala swali langu ni kwamba tumejifunza ya kuwa kila ufunguo unao kufuli lake, maana kila mwanamume kuna mwanamke kwa ajili yake. Habari gani kwa wale ambao anapata mwenzi, wanafunga ndoa, baadaye labda anafariki, kisha anapata mwingine, je, kwa hao inakuwaje? <laughs> swali zuri na sijawahi kukutana nalo. Mungu akubariki wa mdogo wangu, nimelipenda Biblia pia inaturuhusu kwamba mtu anapokufa yule mwanaume anakuwa huru kuoa tena. Sasa kama mahusiano yako na Mungu ni mazuri, yawezekana hilo nalo ni kufuli lako, kwa sababu hata nyumba mlango una kufuli. Lile kufuli likiharibika, aliyetengeneza kufuli si ameyatengeneza mengine? Unaenda kununua eh ila lazima lifiti na ile funguo ulionayo. Kwao mimi naamini kwa mtu akifa, tuna uhuru wa kuoa tena, lakini kwa wale wanaowachana, hiyo ni kesi nyingine, na tuna muda mdogo sana hapa. Nilitamani sana nifundishe hicho kitu muhimu sana especially kwa nyinyi ambao hamjaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo mdogo wangu, kiufupi naweza nikasema tunaruhusiwa kuoa mwenzi wako akifa. Sasa ikoje hiyo, God knows, ila ninachojua tunaruhusiwa ila mpaka akifa. Ila wale ambao tumetengana kabla hakuna kifo, hiyo ni somo kabisa, hairuhusiwi. Namba tatu, uh, swali langu ulisema, ulisema kwamba mtu akiwa na uhusiano mzuri na wazazi wake, taking my, me uh, as an example, kwamba mimi mtoto wa kiume nikiwa na mahusiano mazuri na mama yangu, niombe Mungu anipe mwanamke kama mama yangu. Lakini je, vipi kama ikiwa huyu mtoto wa kiume anaona mama yake labda na, na baba yake hawaelewani na kwa sababu za tabia za mama yake, vipi utaomba mama kama huyo kwanza? Ni, nisamehe mdogo wangu, yawezekana maybe labda nilisema kitu sehemu, nimesahau, sina uhakika, lakini sina sina kumbukumbu kumbu kama nilizungumzia kitu cha namna hiyo. Ah, samani sio wewe, ni mchungaji, si mchungaji, mchungaji nani? Yeah. Era, lakini naomba nisaidie kwa hilo na ni, nita, unajua shida kubwa tulionao kwenye mahusiano, tuna hela nyingi sana, tuna mafundisho mengi leo ambayo sio sahihi mimi binafsi siamini kwamba alivyo mama yangu na baba yangu ndivyo mke wangu anavyopaswa kuwa, ila ninaamini hivi, kusudi Mungu aliloweka ndani yangu sio sawa na kusudi la baba yangu. Sijui kama mnanielewa. Baba yangu, wakati Mungu amekaa wa na mdesign, kuna kitu ameweka ndani kwa baba yangu ambacho hakihusiani na mimi. Mimi pia duniani nina misheni yangu baba yangu ana mission yake. Kwa mantiki hiyo, mama yangu hawezi, siwezi kutaka mke kama mama yangu, kwa sababu mama yangu nilikuwa kufuri la baba yangu, ila naweza kujifunza vitu kutoka kwa wazazi wangu, naweza kujifunza kutoka kwenye ndoa yao, lakini siwezi kulazimisha. Nilikuwa na kesi fulani ya ndoa, mama anampigia simu binti yake, anamwambia huyo mumeo mpikie ndizi mwekee na nyama atachanganyikiwa lakini kumbe hicho ni chakula cha huyu mama anampikiaga babake, na yule binti, ni chakula kizuri, ila kwa mme wake, sio kwa mme wa yule nani, wa yule binti. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa kujifunza, siamini kwamba unapaswa uwe na mke kama mama yako au uwe na mume kama baba yako, ila unapaswa uwe na wa kwako anayefiti kulingana na kusudi Mungu aliloweka ndani yako. Tuko pamoja? Namba nne, Bwana ni mwema. Nikirejea ile kila kufuli na funguo yake, swali so langu linasema, vipi kama lile kufuli lilikosea likaenda kwa funguo nyingine wakaoana, ile funguo yake itaenda wapi? Ni watu mna maswali very interested. <laughs> <laughs> Eti ile sasa funguo itaenda wapi? Ita, Yeah. Kwa sababu kufuli limeshaenda sehemu ambapo sio yake. Sikuwa sikuwa natamani nifundishe hichi kitu ambacho na, na, nataka nikiseme tu kwenye kujibu hili swali. Lakini ngoja nikiseme kidogo kwa hizi dakika chache. Sizani kama ndo alikuwa wa mwisho kwa swali if I'm not mistaken. So ndo wa mwisho eh? Au kuna mtu amepata swali ndani ya swali? Hakuna eh? Hey, nyinyi. Mungu anawaona mko hapa wawili. Sasa naomba nijibu ni, ni, ni swali la huyu binti, niende deep kidogo, alafu muda ukituruhusu nitawakaribisha. Sawa, nyinyi wawili nimewakalili. Naomba mnisaidie mni nipate hapa mbele. Uh, mbona mnanikasirikia? <laughs> naomba nipate wadada nipate wadada wanne, wakaka wanne. Okay, ngoja nitumie tu njia rahisi. Naomba wa dada wanne changamkeni basi, ili na dakika 40 sio nyingi. Wakwanza huyo amekuja Mama Ellen e e. <laughs> simama tu kwanza hapo hapo dadangu, hapo hapo. Wapili, watatu, mwisho. Bado wa mwisho yeah, wameshaenea wanne. Sasa nyinyi wa dada ni waombe kila mmoja achague mkaka mmoja eh. Uje naye hapa juu sasa. Wewe jichagulie liwalo naliwe babu, wewe. Jichagulie afu njoo naye huku juu, mchukue tu afu uje naye. Yaani, hapo vidume mmejiona ninyi wenzetu tu, pandeni huku juu, wadogo zangu <laughs> ninyi ni wenzetu tu, pandeni juu, pandeni juu, pandeni juu, mje Na, naomba nikifundisha hichi kitu kwa sababu ya faida yako especially nyinyi ambao hamjaoa ili msi msikosee. Naomba wanne I mean, wanne waje huku, wanne watabaki huku, ina maana watakuwa pea mbili mbili, wanne watabaki huku, wanne waje huku. Wewe dada chukua mwenzio mje huku, ostadhati chukua mwenzio mje huku. Ehe. Na nyinyi sogeni msimame hapa. Kwa natamani watu wote wawaone msimame hapa. Alafu ombi Naomba, mbona umeacha kuniangalia we? Naomba uje na wewe, huyu e, jamani memng'ang'ania hii wiki. Njoni nyinyi wawili, mnaweza mkapitia hivi. Fungua kitabu chako, biblia yako, kwenye kitabu pitia, panda tu pale kwenye kitabu cha Matayo, Matayo kumi na tisa, Matayo kumi na tisa. Matayo, naomba mmoja asimame mbele ya ili kundi, mmoja asimame mbele ya lile kundi na nikuombe brother samani, usimamie hapa hivi afu na nini mfate kwenye huo mstari. Wewe sogea mbele kidogo. Haya, kufuri limekosea, i mean funguo imekosea. Sasa tunafanyaje? 19, sawa. Fungua kitabu chako cha Mathayo 19, tuanzie fungu la tatu. Kabla tujasoma naomba unisikilize. Part hapa mbele na ina aina mbili ya ulimwengu huu mkono wangu wa kulia ni dunia ya Mwanzo moja na mwanzo ngapi? Halo? Halo? Mwanzo moja na mwanzo ngapi? Alafu hii dunia, msogee pale. Hii dunia ndio tuliokuepo sasa, kuanzia Mwanzo tatu mpaka hapa tulipokaa sasa. Hizi tuko pamoja. Huyu aliyesimama hapa mbele anaitwa Musa, si mnamfahamu kwenye Biblia eh? Huyu ni Musa, na huyu aliyesimama hapa mbele ni Yesu. Yesu. Umejisikiaje kwa mfano? Yesu huyu nani? Musa. Nisikilize vizuri, Musa yuko kwenye ndoa ambayo sio Mungu aliyoianzisha. Hii ni funguo iko kwenye kufuli ambalo sio lake, na hii ni kufuli linafungua ambalo sio yake. Na kwa sababu hiyo walio kwenye hili kundi wakalaze question, swali lao lilikuwa hivi, Fungu la tatu. Basi mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu, wakimwambia je, ni halali kumwacha kumwacha kumwacha mkewe kwa kila sababu? Kumbuka, hawaulizi swali kwenye ndoa hii, wanauliza swali wakiwa kwenye ndoa hii. Yesu akajibu akajibu, akawambia hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mke na mtu Yesu hajibu swali la ndoa hii anajibu swali la ndoa hii, kama unanielewa, nipungie mkono. Yesu anajibu swali la ndoa aliyoianzisha yeye. Hawa wanauliza swali la ndoa ambayo hakuanzisha nani, hakuanzisha yeye. Kwa hiyo wanauliza hapa, lakini Yesu anawarudisha kule, fungu la tano Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ndio somo letu la leo, ataambatana na mkewe na hawa wawili watakuwa mwili. Hawa wawili lakini in the beginning, hapo mwanzo, Yesu anaendelea, hata wamekuwa si wawili tena, bali mtu mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asifanyeje? Kwa Mungu hakuna kukosea. Halo halo kama wewe ni kijana wa kiume na unajijua, mimi ni funguo cha kwanza nilikisema hapa, sitafuti mke na mtafuta aliyenitengeneza. Nitakapokuwa na mahusiano na aliyenitengeneza, aliyenitengeneza ataniambia mimi mwanaume is not good for a man to be, atakayeniambia ni Mungu. Kwa nini nimemtafuta yeye na kwa sababu nina Mungu nimemtafuta yeye, nikiunganishwa na mwanamke ambaye naye ana Mungu, mimi na mke wangu hatutatengana, na ndoa haiwezi kufa, na haitatokea ikafa. Aliyowaunganisha Mungu. Sijui kama tunaenda pamoja, fungu la saba, wakamwambia jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha. Let me go deeper here, niende ndani kidogo. Musa na Yesu nani manufacturer? Ngoja kule kule, Dar es Salaam kuna ua, uh, najua mnaotoka huko kuna, kuna, kuna watu wanatengeneza product fulani, alafu kuna wale supplier, mewai kuzisikia eh? kuna product zinatengenezwa, anayetengeneza hauzi yeye, ila ana wauzaji, mmoja wapo inaitwa BF Suma kama mwai kuisikia. Yesu ni manufacturer. Musa ni supplier. anayejua product ni Musa, Yesu <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Anayejua product ni mtengenezaji na sio msambazaji. Sasa hawa jamaa, ewe, hey, Mungu anakuona kweli. Haya, hawa jamaa reference yao ni Musa lakini hawajui kwamba Musa sio manufacturer. Musa naye ni supplier tu wa bidhaa. Sasa wanamkosoa Mungu wakimwambia Yesu hivi. mm -mm, kwa hiyo Musa alikosea? Halafu Yesu akawajibu vizuri tu. kwa sababu ya nini? kwa sababu ya nini? na hili ndilo tatizo tulilonalo, kwa sababu ya ugumu wa shida, sio ndoa. Mimi nawaambiaga wana ndoa, ndoa haijawahi kuwa na shida shida ni ugumu wa mioyo tulio nayo kwenye hichi kizazi. Tatizo sio ndoa, tatizo liko hapa. Stati dada wewe nenda upande ule alafu mshike mkono huyo kaka, mshikaneni mikono kwa sasa hivi hapa. Sasa hivi hivi tunavyofanya, mfano huyu ni shetani sawa? Huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke, huyu ni shetani. Mshike mshike huku hivyo hivyo hapa. Um, twendaje? Nataka mmoja. We eh, binti njoo huku, dada njoo njoo simama. Wewe ni Mungu eh? Roho Mtakatifu, liwalo naliwe. Mshike wewe mwanaume <laughs> na wewe pia ni Roho Mtakatifu, mshike huyu mwanamke. Kama ulikuwa unanisikiliza vizuri wadogo zangu, sijui kama mnanielewa, nimekuwa nikimwomba Mungu kama mtaelewa hii konsepti, trust me maisha yako ya sasa na yajayo utaenjoy lakini ukikosea hapa utajuta siku zote za maisha yako. Huyu mwanamume cha kwanza kajifungamanisha na Mungu, usishushe mkono. Huyu mwanamke cha kwanza kajifungamanisha na nani? Mungu. Anawaunganisha wawe mke na mume, aliowaunganisha Mungu hawa watakuwa na migogoro kwa sababu wapo na mwenye taasisi hapa, kuachana hakuna na kukosea hakupo lakini sasa huku, tangu dhambi imeingia, huyu kashikamana na nani? Shetani. huyu huyu kijana naye binti kashikana na nani? na shetani. alafu wawili wanafanyaje? Wameoana. mgogoro wao wa ndoa sio ndoa, ila mgogoro wao ni shetani. hawa watu waachane, wasiachane, tabia zao ni zile Musa alipofatwa na hii migogoro, analalamikiwa, hawa amezidi ha huyu mwanaume. Musa akaona msinchoshe, mi nishagundua tatizo lenu. Sasa hey, achaneni. Musa akaona nimechoka, msi achaneni. Kwa sababu gani? Wachane waishi pamoja, bado ni mgogoro na ni shetani. Mshike mwenzio, simwache hii hi familia hapa hata nikiwaachanisha leo, niseme hivi achaneni, huyu anaondoka na shetani wake, huyu anaondoka na shetani. Wakikutana na binti huyu kijana wa kiume akikutana na binti mwingine, bado ndani ana nani? Hata akimuoa huyu wa pili, bado kizaizai ni kile kile. Utabadilisha mabucha, nyama ni ile. Kwa nini? Kwa sababu ndani ana ugeni. Kwa hiyo huyu na ndio maana nawashauri usi Sili kama ilitaeleweka vizuri, usioe wala usiolewe na aliyeachika. Na nakisema hivi kuna watu wananitaka, lakini let me tell you the truth. Aliyeachika maana yake kama alikuwa mkorofi kaondoka, no ka no yes, na ukorofi wake ndio maana ya kuachika. Kama alikuwa malaya kaondoka na umalaya, alafu unasema yes, huyu si ndio mke? Kumbe mwenzie ana matakataka yake sasa hapa ndo kuna kukosea. Swali aliyouliza dada yangu, sasa kufuri likikosea huku, hakuna kukosea, ila hapa kuna ku kosa, sio ndoa. Kama umeelewa concept yangu, kosa wewe mwanaume ulianza kujitafuta we ni nani. Ukianza kujitafuta we ni nani, automatically kuna exchange itatokea. Ipi? Pindi unapomtafuta Mungu, utaona kuna mabishano yanaanza. Roho wa Mungu anapokuwa pembeni yako anataka kuteki in charge, huwa anachofanya anakosoa tabia zako kwanza. Mungu anajua hivi, huyu kijana ni mzinzi, muizi, nataka nimsafishe. Kwa nini? Kwa sababu amenialika mimi Mungu kwenye maisha yake, nataka nimsafishe ili nimtoe shetani. Ni lazima nibadilishe mindset ya huyu kijana. Naibadilishaje? huyu kijana ni mzinzi, e namletea piskari. Mnazijua piskari Huyu ni mzinzi na ninajua ana shida ya uzinzi jaribu lake namletea binti kanyooka. Sasa najua kuna Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Yani, yaani binti ambaye akikatisha mbele wewe mwenyewe unasahau kwamba ni au unajikuta baadaye ndo unakumbuka, eh, mimi kumbe pastor mnatenda mambo yapi? Huyu binti anapopita mbele ya huyu kijana, anaonyesha mbwembwe kwa sababu anataka kumwangusha huyu kijana. Huyu kijana ana nafasi ya kuchagua nafasi gani? Shetani anayemtawala atamwambia hivi, umecheki mtoto huyo, changamkia. Roho wa Mungu atamwambia please don't do that, ngoja nikuambia habari njema usiyojua. Shetani na Mungu ni wanasiasa, ila mpiga kura ni wewe. Shetani anasema hivi, sera yake umemwona, binti huyo cheki mguu, angalia alivyo, changamkia mtoto huyo. Kamaliza, kamaliza sera, anasubiri voti. Roho wa Mungu naye anakuambia, hiyo, ndugu yangu, ni mbaya na ukimwi, lakini mbinguni huto kwenda. Alafu wote wawili wanasubiri decision ya nani? Huyu kijana akisema hivi ki kiukweli, huyu binti kanyoka, ila Mungu, please nisaidie. Maana yake uhusiano na Lucifer unakatika, uhusiano na Mungu unafungamanishwa. Ndio maana Yesu aliulizwa ufalme wa Mungu unakuja lini, aliwambia upo ndani. Huyu kijana akishafungamanishwa na aliyemtengeneza, aliyemtengeneza anajua kusudi lililo ndani na anajua ni mke gani anayemfaa. Sasa shida tuliyonayo tunataka ndoa nzuri, lakini hatutaki ingredient. Unataka mume mzuri, lakini we umejitafuta. Kwa hiyo kwangu mimi na dea kusema mbele yenu hakuna ndoa mbaya, ila kuna watu wabaya wanaoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo ndugu zangu hakuna kukosea kwa watu tulio ndani ya nani? Ndani ya Bwana. Upasi kukosea. Unakoseaje wakati uko na mtengenezaji? Ndio maana Yesu aliwaambia huku we, huku ndio maana Musa aliwaambia hivyo, lakini sasa mimi Yesu nimekuja nawarudisha wapi? Hapa. Siku moja nilikuwa namsikiliza Pastor Semba ubile lake fulani la ndoa, alikuwa anahubiri somewhere. Nilipenda sana, nilikuwa sina insight. Hii ukisoma hapa chini utakuta anasema hivi, kwa dhambi ya uasherati mnaweza kuachana. Pastor akatoa comment, niliipenda, na mkiachana hakuna kuoa, na that the truth. Yani, ukisema amelala hey, mimi simtaki tena, basi sawa, tunawatenganisha ila hakuna sasa unaweza. <laughs> mnaweza mkaenda. Santeni wadogo zangu, namini nimejibu swali. Kwa hiyo dada, hakuna kufunguo linalokosea kufuli ila shida ni sisi, baada ya kumtafuta kwanza mwenye taasisi, si tunaanza kujihusisha na taasisi yake. Kwa hiyo mimi ni encourage wadogo wa zangu, aanzeni kwanza kujitafuta nyinyi ili upate kitu sahihi. Lakini usipojitafuta kwanza wewe then ukamwacha Mungu ayaongoze maisha yako, niamini mimi, utateseka. Don't, don't, don't forget to subscribe, like, share, and comment.